Uta put credit hapa paliko andikwa get google pro, utabonyeza va uta agree hapo, utaweka kadi yako yoyote ambayo utaitumia kadi ambayo umecredit taika hadi credit kadi ya, ngoja niandike visa kadi yangu hapa ya. Baada ya hapo, tunasubiri izunguke. Ikimaliza, utaangalia credit zetu tulizopewa. Ya hapo utabonyeza subscribe. Tayari tusha subscribe taeka icikialama hapa go to floor ya sasa hivi tuangalie na credit ambazo tunazo sasa. Ile tulikuwa tuna zero, sasa hivi tuna credit elfu moja yani credit elfu moja nisawa, ni sawa ni utengeneze video elfu moja. Sasa mi hapa huja naonyesha example, tuseme labda nikiandika nataka video nataka, nataka video ya nyani haitokubali, itaandika only English prompt as supported at this time, yani AI inahitaji prompt za English, yaani vitu vya english uandike maneno yako Kiingereza alafu unaweka mhusika unataka ongee vipi. Ngoja mi naonyesha example prompt. zangu mi huwa nazisave kwenye Telegram. Sasa mi naendaa kwenye Telegram yangu, telegram yangu hapa nitaika link ya Telegram hapo, nitaikopi Afu nitakuja hapa text to video hii nikisha weka, utaangalia utangalia ya kama kawaida, usibadilishe chochote, hapo utaingia hapa kwenye vi. andiko kama video. Mishali vitatu hivi utakibonyeza hicho utaweka Veo 3 fast text to video better audio weka hii alafu hapo utaweka moja ndo nzuri zaidi, na washauri hivyo. Alafu hapo utaweka tikimshale hichi utakibonyeza iti. Okay, ndo inaenda, tusubiri. Tafadhali subscribe, like, comment na je, unahitaji video gani mpya? ya hapa hivi, tayari video yetu ishakamilika. Wewe mbuzi, kila siku unavunjiwa shamba, mbona una haya ah. Ah, bana, sio mimi, hata sijui hizo mboga zako ziko wapi, si labda ni mbuzi wa mtaa wa pili. ya tukitaka ku download utaweka hivi, uta save. Chagua size ambayo unahitaji wewe baada ya hichi kidude, imeandika upscaling your video cost zero credit. This may take a few minutes. So unasubiri kidogo tu. Kuna kidude kitakuja hapo cha kudownload na ndio utaisave video. So kwa mkarimu, sikimbie video, si skip please. Ya yeah, download. Tabonyeza download. Ya yeah, tayari isha download. Sasa, so, tukienda kwenye naingia kwenye file hizi, msiseme oh, jamaa muongo. Ndio, yeah, hivyo video hii iyava. Wewe mbuzi, kila siku navunjiwa shamba, mbona una haya? Ah, bana, sio mimi, hata sijui hizo mboga zako ziko wapi, labda ni mbuzi wa mtaa wa pili.